Wakizungumza katika hafla ya ugawaji pikipiki mia moja kwa wanachama wao, madereva hao wamesema kuwa wamekuwa wakifanya kazi kwenye mazingira magumu bila ulinzi wa kisheria. Ni na matajiri wetu a tukatia io basi si, dereva akipata ajali akaumia au kufariki ni hasara kwa chama na familia yake yakea, tuweze kufikiria kwa mapana juu ya wanachama wetu wa ili ili kuona namna bora ya kuwatengenezea mazingira rafiki wanachama wetu, ili hata wanakata cendamoto basi, kuwe na mazingira ambayo yatakuwa na uafadhaji wa tunageuka omba omba na familia zetu uaziaku kwenye wakati mgumu. Ndugu mjadasi, tunafanya tukio la mwaka jana, ilikuwa tarehe sita mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne tulia pikipiki mia. Sasa hizi tukio ambayo linaenda kutokea leo, tunagawa pikipiki mia kujitoa kwa zenu katika na katika ile inatuongoza kwamba kusaidia matatizo Mkurugenzi wa Jiji la Mbeya, John Nchimbi, aliyemwakilisha Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson amesema serikali imesikia kilio cha madereva hao na ipo tayari kuchukua hatua. Ninawaomba sana ujitahidi, yale maeneo ya msingi basi muyatekeleze, wajibu wenu kwa nchi yenu muutekeleze. Mheshimiwa, bunge wetu amefanya kazi kubwa sana, ninyi mnafahamu, aliona tunaweza na tumeweza na tunaendelea kusonga mbele kwa kasi kubwa zaidi. Na tunatamani wabunge wote waweze kusimamia mambo kama haya ambayo yanasimamiwa katika palii. Sisi watumishi tukisimamiwa vizuri, tunasimamika na tunatekeleza wajibu wetu. Mmeelekeza swala ya bima afya, ya afya mmeelekeza masuala ya CCF, mmeelekeza kwamba na tatizo la bado la kupewa mikataba ya kudumu na watu walio waajiri, lakini yote haya tutamfikishia na kumwambia nyinyi mtakuwa kati ya wawakilishi na chama bora cha madereva kilichoko katika nchi ya Tanzania. Kwa upande wao, baadhi ya madereva wamesema mpango wa kupatiwa pikipiki hizo umekuwa na manufaa makubwa kwa maisha yao. katika tisa na kumi, sio wote tutakuwa na akili moja iwo, waelewe kwamba hiki wanachokifanya, wataletewa majungu na watazidi kuletewa majungu, cha msingi ni kuwa na uvumilivu na ustahimilivu kwenye huu hiki ka kipito ambacho nawe kupitia lakini, leo atakusema, kesho atakukumbuka. Mimi hapa ni mmoja ambaye nilishapata muda mrefu, pikipiki yangu inarejesha elfu kumi kila siku, inakidhi mahitaji nyumbani kwangu, ndio hera nakula na familia yangu. Kwa hiyo hiyo chama mi ujumla nakipenda. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.